Kwa kuanza kulia, mama wetu mpendwa Rispa. Rispa hata sio ati mama mwenza, huyu ni mama wangu, watoto wangu ni wajukuu, kwa sababu mimi niliishi kwa nyumba yake yake, ndipo nikatoka huko. Kama niko na watoto, ndio msaka nichengea nyumba. Kwa hivyo tumepoteza mshauri ua alikuwa anasimamisha. Ui wapendwa, hayo tu. Kwa majina ni Agnes Kale, ningependa tumalizie a mnyala mwkhala vawandaindenyakhui vavembi vakana mkwana malile nevavandi khulomesa lisina nekhwikhala sikira chisa chawe. Sawa, nianzie upande huu. Grace na Rebecca mtakuwa mwisho Bwana, kwa Yesu asifiwe. wa wamesema tu ni jina lakini, mimi niko na uchungu juu nimepotesha msichana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio na saa mzee ya Rispa sasa ninalia sana nimepotesa. Bwana asifiwe mimi, sifiwe, mimi naitwa Jane Kale ama Karo kwa Kale, mimi ni mtoto wa mama Rispa na mama yangu wakunizaa ni Agnes. Mimi ni mtoto wa Kale number 26. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. kwa majina ni Justice Kale. Bwana asifiwe. kwa majina naitwa Hezron Kale. Mimi binafsi nimepoteza rafiki kwa sababu nimekosa mtu mwenye nilikuwa nikimpigia simu, tunachukua dakika tano kucheka ndianiambie sababu ama nimwambie sababu. Juzi nimekuwa mgonjwa sana, lakini huyu mama alinipigia simu kwa sababu alisikia nikiongea na Gresi yenye nasikia, na akasema baba umekonjeka, nimesikia miaka ni mingi, lakini kwa binadamu inaweza kuwa ngumu, lakini kwa Mungu inawezekana. kuja nyumbani, nikatoka Mombasa nikakuja na akaniambia, mimi nilitoka kwenu, ninaishi kwa dada yako, na huyu dada yako ni mkubwa na shemeji yako yuko, kwa hivyo huyu shemeji yako akupeleke usiktai nasi na makresi nomsaahumewerup mpasikaukule nafasi hata maino kwa ajpaamamusi to leo kesho mama anakufa, na kesho kutwa tukarudi hospitali tena, na shemeji na ndugu Jofrey hapa ikawa ni ngumu, lakini wamesimama na mimi kwa sababu nilifanyia operation jusi na ilikuwa ni pesa mingi, karibu shilingi milioni mbili ndio ikawa sababu mazishi ya mama ikafika leo ndio wanishughulikie nini. Imekuwa safari ngumu na roho inauma za zingine, lakini neno la Mungu linatuambia afadhali wafu wafao katika Bwana. Akakufa yeye nikabaki mimi, si ati Mungu ananipenda sana, lakini ni kwa sababu ya muda ulifika wake, na kwa nafasi hiyo narudishia Mungu shukurani ni kwa sababu ya kupea jamii na familia majirani wote nguvu mpaka kustahimili msiba huu wa wabariki. Tumsifu Yesu Kristu aimena. Ninaomba plis, familia mkitaka mtu kusema stori ama spichi itakuwa taara hapa semetu jina na, na, na tujiotekilia kuzima

madhabahu matakatifu na heshima. Mimi na naitwa Rita Kale nikiwa mchungaji Bungoma Gospel Glory mbarikiwe. Bwana asifiwe. Nasema yayapole kwa kupoteza mama, mama wafiki yetu. Na mimi ni Ana Kale mtoto wa mama Rispeh. Bwana Yesu asifiwe jina la Bwana litukuzwe. Ni Susan. Mungu wa amani awabariki. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Seli Kale. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Msifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Peter Simiu Masonga. Sina mambo lakini, naomba tukila la heri Mama ametoweka wale wamepaki wabolanga wali oonele eh, wion enosilaeniesenjawayo asimile wandaise vosi valio vatir kumwe vatire lukova lwakhoja eh, tumeshukuru sana kulikucamakhoa asante Tumusifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nifanye hivi hivi kwa kale mtu ambaye ameitwa na akaitwa ni mimi, ndiye mchungaji pale. So wakati uh, Mama Rispa amelala, mimi ni vyema dakika mbili moja kwa sababu ya mchungaji. Jambo la kwanza nashukuru mama sana, kwa sababu ni yeye alipeana ruhusa baba alete mama wengine, ndio sisi tukapatikana. hilo ni nashukuru. Jambo la pili nashukuru brother Geoffrey, maana Esero, ni vile amesimama, amesema mazishi yamecheleweshwa kiasi ili ashukulikiwe pia mimi last year na mwaka huu, kuna mahali nilikuwa napitia, na nilikuwa nikimpigia simu mahali, alikuwa alikuwa ananishughulikia. Situmpigie makofi, maana amesimama kwa pengo kama baba yetu. Kwa kuwa amesimama kama baba wacha, neema hiyo isite kuwa nyingi. Nashukuru sana kwa jonwa eh. Tumusifu Yesu Kristo, tumusifu tena. Bwana Yesu asifiwe. ese nmilano omusorelwa Rispeh omutiti nese khasi milenamwanangi host. Watoto wost atotoakale wote naomba kitu kimoja tukuwe na upendo kitu ya kwanza, tukuwe na upendo ile Rispa alituonyesha. Kitu ya pili tushikane, tafadhali. Ukiona ka kitu kadogo, tusilete vikwazo vingi, naomba tushikane mkono moja kwa moja, tutafaulu maisha yetu, hatujui Rispeh amemaliza yake na sisi hatujui, ujui siku gani. Tuombeane, tusaidiane peka kwa peka na nashukuru, asante. Mimi naitwa John Kale Brother, thank you,

Akulanga umukumba neyelakugolandiko ama, nilitaka niseme hivi nini, mama yangu nampenda, na ninampenda hata vila amelala, amejua kisi nilifanyani, ilimpenda Bwana. Yesu asifiwe. mm -hmm. Mama yangu ilikaa naye katika mikononi yangu, hii ndiposa musiana yetu akaniomba Akasema Rebeka, ulimwacha mimi naye fanye nini? Nikaenga na mama nami nikasema si mbaya, mtoto wetu si tunalea wote, na nikampea, na akaenda naye katika muda kidogo. Makonjwa ikakuja nikawa nilalala, napata ya simu ya kwamba wako anda sana sikulala nilisika hiyo njia na nikaenda anda sana msana wetu huyo akiwa wot naye huwa uwa anagondeka, nikawa anderson mama mgonjwa naye mgonjwa si ni kazi Sasa nataka kusema hivi, mimi nililea mama, mkresi wetu akalea mama, jofri wetu akalea mama, bibi ya jofri wetu akalea mama. Kwa hivyo sisi wote tulifanya nini? hatusiwete mpaka katikati yetu hapo, itakuwa iibaya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina mengi, tangu ni kuwashukuru wote waliyoshugulika kwa ajili ya kifo cha mama wetu. Nataka kuwashukuru wote waliochambia, yule aliyeleta tu maji kwetu, yule aliyeleta kuni kwetu, yule aliyefanya kitu chochote, hata yule aliyekucha tu, yaani akuche tu, na naseme pole. Nina Mungu Mumgu awabariki sana, muze wangu mahaliuli kuko mungu akubariki sana mimi nataka tu niamushe watu ambao ni wat, wakati nitarudi huko watanikataa jana. hata kama wewe ni msichana uamuke. amuko nimewaona mzee wangu mungu akubariki ulitenda mema na mungu ndiye aliyeona nami nisiwezi kusema nilifanya mazuri kwa mama Mama anajua na Mungu anajua na waliokuwa wakiona wanajua, na Mungu awabariki.